Yes, harusi ya Juma Jux ilikuwa na mambo mengi na kuweza kupita, vitu vikawa vimeenda viral kinoma noma, lakini pia eh, kikubwa ambacho pia kiliweza kutokea kwa Pris ambacho yeye aliweza kukichukulia kwa namna moja ma nyingine kwa ubora zaidi ni mara baada ya mume wake Juksi kuweza kumpatia zawadi ya gari. Eh bana aliweza kufurahi sana na kuweza kuandika ujumbe wake eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo sasa bana Pris aliweza kupost kipande cha, eh, cha, cha cha, cha, cha, ile video ambapo anakabidhiwa gari lake and then akawa ameandika eh, ujumbe huu kwa kumshukuru Juma Jux kwa kusema kwamba my heart is full thank you so much for this gift my husband. Akamtag Juma Jux, I'm actual still and shocked because I didn't expect a car I knowing how much you spent uh, on the wedding so far. Akaweka uh, kopa kopa pale and then na emoji fulani kama za aku, za, za kutoa machozi yani kama za uchungu sana, akaenda kusema kwamba you come into my life and showed me what real love means mlad on this journey uh, of forever uh, with you. Akamalizia kwa kusema kwamba thank you ou uh, o thank you for being so patient uh, sweet kind uh, prayerful and loving giving honest and caring with me I love you till uh, and I, my odogu akaweka e, na kikopa tena pale e, bana chekundo. Sasa wale bana ambao waliweza kukimbia shule e, bana, ngoja niwatafsirie. Alikuwa anasema kwamba e, please alivyo post vitu na kuandika kwamba e, moyo wangu umejaa e, moyo wangu umejaa, asante sana e, kwa zawadi hii mume wangu, akam e, Juma Jux, akimwashiria huyo kwamba kiukweli bado niko e, kwenye mshtuko e, kwa sababu pia sikuweza kutarajia gari nikijua umetumia kia au pesa nyingi sana kuspend kwa au eh, kuweza kuandaa eh, bwana harusi hii. Unajua kwamba harusi pia ilikuwa ina mambo mengi sana na vitu vingi sana, kwa hiyo Priscilla anasema kwamba hakutegemea hili kwamba ataweza kununuliwa na gari, kwa sababu Jux amekuwa ni msanii toa lakini pia mwaminifu na ambaye pia anaweza kujali pamoja na kumpenda sana. Anaweza kumpenda sana na atampenda milele. eh, maiodogu wake bana odogu eh, kwa lugha yao ya kule bana ina, ina maanisha kwamba ni mtu ambaye ana pesa, ana kibunda, ana njuruku yani fweza Mani noma sana e bana, endelea kutufuatia sisi kama sawa sawa digito katika mitandao yetu ya kijamii kuhusiana na vitu kama hivi hapa. E bana, Prix anaendelea kufurahia gari lake kali fulani hivi, Range Rover ya kutosha. And then Juxi hana hata shida, ana mabenzi yake naye ya kutosha pale maskani. E bana, lirange lingine tena linaongezeka pale maskani, kwa hiyo nyumba itakuwa fulani hivi mabenzi benzi malenji lenji, noma sana, noma sana. Drop comment yako hapo tukometisha kinoma noma e kwenye Instagram, lakini pia Facebook bila kusahau pale YouTube kisubscribe utakuwa kwanza kuweza kupata taarifa hizi kwa wingi zaidi. zilidati kabisa. That's my name. Take love for this. Chao, chao, chao.